Msemaji wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa amevikosoa vyombo vya habari vya nje akivitaka kufuata maadili na misingi ya uandishi wa habari. Msemaji huyo wa serikali ya Tanzania ambaye alikuwa akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam amevitaja vyombo vya habari vya CNN, Al Jazeera, BBC na DW akisema kwamba vimekuwa vikichapisha habari za upande mmoja zenye nia ovu kwa Tanzania. Sio haki kwa vyombo vya habari kuchapisha habari za upande mmoja na baadaye kusema kwamba maofisa wa serikali walipofu watwa hawakupatikana, alisema Msigwa akizitaka kuchapisha taarifa zinazozingatia usawa, haki na uwajibikaji. Msigwa hususan amekitaja chombo cha habari cha CNN kama kilichokiuka maadili kwa kuchapisha habari zilizojaa tuhuma dhidi ya serikali bila kutoa nafasi kwa serikali kutoa majibu. Alitaka idhaa hiyo ya Marekani kuwasiliana na serikali kwa lengo la kuchapisha maudhui ya ukweli, akitaja sera ya wanasheria ya principle of natural justice inamaanisha kwamba huwezi kuandika habari za kumtuhumu mtu bila kumpatia mtu huyo fursa kujitetea. Natoa wito kwa CNN waje, upande wa serikali wachapishe maudhui ya ukweli, waache kuchapisha habari za upande mmoja, aliongeza Msigwa. Walichofanya CNN pia kilifanywa na BBC, DW na Aljazeera, na sio haki, alisema Msigwa. Tutazungumza na vyombo vya kimataifa, tutavipatia nafasi kuja kwetu kujieleza